Taarifa nyingine zinaarifu kwamba hali ya anga inatarajiwa kubadilika kutokana na mvua ya masika inayotarajiwa kunyesha katika maeneo mbalimbali humu nchini mwaka huu. Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa, maeneo kame na maeneo mengine yaliyokosa mvua ya vuli mwaka uliopita huenda yakapata mvua ya wastani ambayo haitaweza kukabiliana na hali ya ukame inayoshuhudiwa kwa sasa. Hata hivyo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Agnes Solo, maeneo yanayotegemewa kwa chakula humu chini yatapata mvua ya kutosha. Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini, maeneo ya kaskazini na kaskazini mashariki huenda yakaathirika zaidi na ukame unaoshuhudiwa kwa sasa hata baada ya mvua ya masika inayotarajiwa karibuni. Hata hivyo, kuna afueni kwa kaunti zinazotegemewa kwa chakula nchini. Looking at where we are from.

which will require concerted efforts across government agencies, international organizations, disaster risk organizations and other disciplines in order to successfully equip communities at risk with climate information and advisory services that enable them to make improved decisions under a variable and changing climate. Haya yanajiri huku shirika la msalaba mwekundu likisema kuwa hali ya ukame imeathiri zaidi ya kaunti saba watoto wa chini ya miaka miwili, kina mama wajawazito na wale wanaonyonyesha wakiathirika zaidi. Kenya is currently experiencing a heightened drought stress largely as a result of the poor performance of the OND 2025 short rain season. The impacts are now visible and very deeply concerning. Idara ya utabiri wa hali ya hewa inatarajiwa kutoa ripoti rasmi ya mvua ya masika katika maeneo mbalimbali nchini siku ya Jumatano. Agnes Oloka, Chola runinga ya Citizen.